Jambo moja, kila wakati tunapotafakari mambo yetu tukumbuke jambo moja: Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Tanzania si mali ya serikali. Si mali ya serikali. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nawaambia vijana wa Tanzania. Tanzania hii si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Tena vijana ndio warisi wa nchi hii. Mungu ametupa nchi, tuilinde. Sasa na Tanzania eti, leo hii, eti leo hii miaka hii eti baada ya kuwa tumegundua gesi nyingi itakayotufanya tuwe nchi yenye gesi nyingi duniani, eti ndio Tanzania wata eti ndiyo mwaka wa Tanzania wanachukiana, eti katika miaka ambapo nchi yetu imegundua madini adhimu, rare minerals, eti katika miaka ambayo Tanzania imekuwa miongoni mwa nchi chache zenye madini yasiyopatikana duniani eti ndio Watanzania wanachukia. Eti katika miaka ambayo Tanzania imeboresha bandari yake, Tanzania imejenga reli ya kisasa ambayo kwa dunia nzima itakuwa reli ya tano kwa urefu, itakuwa reli ya kwanza kwa urefu Afrika, itafungua biashara za ndani ya nchi na mna nchi jirani katika mwaka ambao sekta ya utalii inakuwa, eti ndio Watanzania wamejifunza kuchukiani? Twendeni tuamke. Mimi nawaambieni kwa mifano nilionayo waliowahi kufa, kufanyiwa nchi zenye rasilimali za, za kipekee. Ina sifa zote za kwamba kuna watu wanatolea macho rasilimali zenu, ina sifa zote Hizi dalili zina sifa zote.